Dukatuni, umediaaa ndukatuni. Wewe unasemaje? Yule ni mke wa mganga. Usizani yule ni mke wangu wa ambaye ulinizunguka, sawa? Mbona naye ulinizunguka. Mbona naye ulinizunguka? Wewe ulitembea na mke wangu. Wa sasa lakini pale usijaribu, utapotea. Aki, the way nilipomuona. Maskini, siwezi nikaishi bila yeye. Yaani wewe, uh, huwezi uishi bila mke wa mganga? Umejuaje? Sio, nimejua. Nimejuaje? Mbona mimi nakuonea huruma, utapotea kwenye hii dunia, hatutakuona tena. Acha nipotee nikiwa na mtafuta mke wa mganga. I am love with mganga girl <laughs> aya, aya. <Mka>. Eze. Eze. <laughs> mimi, una mapenzi yana nguvu. Tiu tiu tiu ubaba ubawaisile atweri ng'ombe inyeru si yake ni nditu si yake tyutyu tyu uvava isile atweli ng'ombe inditu syake ni nyeru syake tyutyu tyu uvava isile atweli ng'ombe inditu syake ni nyeru syake. Karibu kijana <laughs> mganga, kumbe newe una vaibu. <laughs> <laughs> Kijana karibu zitunze vizuri. <laughs> Aise, mganga, uwezi amini, mwenzio nateseka. Ongea kwenye mizimu ikusikie, iambie mizimu na zungumza kwenye mizimu ikusikie. Ah, okay. Mganga mimi hapa kijana wako nateseka, maskini wezi amini, yaani kila siku mwenzako naota ndoto za kupanda milima. Kuna siku hiyo nimelala nikaota ndoto napanda mlima Meru, kuamka asubuhi miguu inauma, huwezi amini hasa. Kuna siku hiyo pia nimelala nikaota ndoto napanda mlima Lungwe ule pale wa Mbeya. Aisee, <laughs> hali kanitokea kama ile pale ndoto ya mwanzo. Sasa ile juzi nimeota napanda eti mlima Kilimanjaro nikashtuka, yaani hata sijafika kileleni, Imagine. Miguu yote ikawa inauma, mwili wote unatetemeka, yaani nusu nife <laughs> sasa naogopa, nawaza siku nikilala nikiota napanda mlima Everest, na unajua mlima Everest ndo mlima mrefu kuliko yote duniani, nisije nikafa nikafariki. Kijana, shida yako nimeijua na shida yako inakwenda kukwisha sasa hivi. Wewe una pepo linaitwa mlima Sayuni. Ha, umejuaje? Hilo pepo linawapata watu ambao wanajifanya wameokoka, afu ni wachafu. Sasa natoka hapa, naenda mlimani, naenda kukutafutia hiyo dawa, kwa sababu hiyo dawa yako inapatikana milimani. Baki hapa, ni kukute, usitoke.